Ngina na Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Wana awe na ezangu wapendwa, karibuni katika imsheika sadakaliza takatifu asibuhi ya leo. Wanawitu Yesu Kristu leo anatufundisha tena namna bora ya kutoa sadaka, namna bora ya kusali, namna bora ya kufunga Nasema tunapotoa sadaka zetu, mkono wa kushoto sikui unachofanya mkono wa kuume, ili kusudi sadaka zetu ziweze kuwa na thamani mbele za Mungu. Tusitoe kwa kujionyesha. Yesu anasema msitende wema wenu ili uonekane machoni pa watu, na hata unaposali usisali kama wanafiki wafanyavyo. Ingia katika chumba chako cha ndani usali, na Mungu atakuona. Yesu anatuonya kufanya matendo ya sala kwa kujionyesha. si sali ili kuonekana na watu kwamba una sali sali, ukiona sali kwa nia ya kumwomba Mungu. Ukifanya hivyo, utapata kile unachokiomba, utapata thawabu. Na unapofunga pia Usifunge ilionekane na watu kuwa umefunga funga. Funga ukiwa na nia yako na siri yako na Mungu, usijionyeshe machoni kwa watu kwamba unafunga. Kwa hiyo kwa kifupi, bwana wetu Yesu Kristo anatuambia tusitende jambo lolote jema kwa kujionyesha kwa watu, ili watu watuheshimu na kututukuza, bali tufanye tukiwa na nia thabiti, kutoka ndani ya mioyo yetu. tume Paulo katika somo la kwanza, waraka kwa Wakorinto nasema kila mtu na atende kama alivyokusudia mwalimu wake. Kila mtu na atende kama alivyokusudia mwalimu wake. Apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kumbe Mtume Paulo pia anasisitiza hayo hayo, lakini kwa namna nyingine pia kwamba unapotenda jambo, utenda kutoka ndani ya moyo wako, usitende kwa sababu ya kutaka kusifiwa na watu. Usitende kwa sababu ya kutaka kujionyesha. Kenda kama ulivyokusudia ndani ya moyo wako, toa kwa ukarimu bila kulazimishwa, wala sio kwa uzuni, wala sio kwa kulazimishwa. Fanya kadiri moyo wako unavyokutuma kwa kufanya hivyo, basi utapata neema na baraka za Mungu. Mara nyingi watu wanafanya mambo kwa kulazimishwa, hata zaka tu wanalazimishwa kutoa. Sasa hiyo haina maana. Kama jinsi maandiko yanavyoelekeza ufanye ukilazimishwa, haikusaidii kitu. Ukifanya jambo lolote kwa sababu umeambiwa, tena unalitoa kwa hasira, haina maana. Kwa hiyo kumbe, ili upate neema na baraka za Mungu, fanya kwa moyo wako, kwa moyo wa hiari. Sisi tunafanya kufungushia tu lakini basi, wakati mwingine watu wanachukulia kama ni kero, na hivyo hawatendi kwa moyo, wanatenda kana kwamba wamelazimishwa. Tumuombe Mungu basi katika misa hii atujalie tuwe na moyo mkunjufu. Anasema Mungu anampenda yule atoaye kwa moyo wa ukunjufu, sio kwa moyo wa kulazimishwa. Tumuombe Mungu atujalie tuwe na moyo mkunjufu wa kujitoa kwa ajili ya kanisa, kwa ajili ya watu wenye shida mbalimbali kwa ajili ya mambo mengine yote ambayo ni mazuri na mema katika misa hii tuna nia zifuatazo.